Karibu kwa Agape Global Evangelism. Leo tunaenda kusikia neno la Mungu na kichwa chake ni sheria inaua lakini neema inapeana uzima wa milele. Sheria inaua lakini neema inapeana uzima wa milele. Kabla ya kuendelea, na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naja mbele zako e, eh, asubuhi ya leo baba, bila wewe siwezi, naomba unisaidie Bwana kuwa baraka wa watazami, watazamaji naomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo amen, amen. Tunaongea kuhusu sheria. Mahali ambako hakuna sheria, theni watu hawezi kusemekana wametenda dhambi au kuna kitu kibaya wametenda kwa sababu hakuna sheria, na mahali ambako hakuna dhambi imetendeka theni da, ni kusema kwamba hakuna kitu kibaya kinaweza kufanyiwa watu ambao hutenda dhambi au ukose, ukosea kwa sababu sasa hakuna kitu umekosea, then hakuna kitu kinaweza kupatia wa watu ambao ukosea kwa sababu kwanza hakuna sheria na hakuna makosa yametendeka. Kwa hivyo hakuna kitu kibaya kinaweza kufanyiwa watu kama hawa. Tunaona kwamba e, ile sheria ya Mungu, mtu akataa kutii Mungu ndio ametenda dhambi, na ile dhambi inazaa kile kinaitwa lahana. Kwa hivyo, na ile, e, u, ile kwa hivyo laana ile, kuadhibiwa kwa mwanadamu kwa sababu ya kutotii sheria za Mungu. Tunaona katika kitabu cha ja, Yohana e, wa kwanza, mstari fungu la tatu na mstari wa nne inasema hivi whoever commits sin also commits lawlessness, yeyote anatenda dhambi pia anatenda kutotii sheria. And sin is lawlessness, na dhambi ni kutotii sheria. Tunaona kwamba dhambi inatendeka wakati mtu amekataa kutii sheria. Bwana asiwe sana. Na tunaona kwamba wasasi wetu wa kwanza Adam na Hawa, Mungu alipatia sheria. Sheria ilikuwa ni gani? wazikule matunda ya mti wa kutofautisha wema na ubaya. Hiyo ndio ilikuwa sheria. Na walitii sheria la, hawakutii sheria. Walifanya nini? Walikula matunda ya mti ambao Mungu aliwakataza. Na sasa laana gani au ni punishment gani Mungu alipatia Adam na Hawa? Kwanza walikufa kiroho. Kwa njia nyingine, roho wa Mungu ambao alikuwa anakaa katika roho zao alitoka katika roho zao, na ule utukufu wa Mungu ulikuwa umewazunguka ukaondoka. Ndipo Biblia kwamba sema kwamba watu wote walitenda dhambi na wakapungukiwa na utukufu wa Mungu, na pia mshahara wa dhambi ni mauti. In other words, mauti ambao Adamu na Hawa walipata ni kifo cha kiroho, ni kutenganishwa kwa roho ya mwanadamu na roho wa Mungu. Ikawa sasa hawana uhungu ndani yao, hawezi kujua mapenzi ya Mungu, hawezi kutenda mapenzi ya Mungu, hawana nguvu za kiungu kwa sababu Mungu mwenyewe amewaacha. Hiyo ndio laana ya kwanza Adamu na Hawa walipata. Laana ya pili ni gani? Ni magonjwa na maradhi. Tunaona kwamba magonjwa na maradhi yaliingia katika ulimwengu, mpaka sasa yapo. Laana ya tatu ni gani? Ni umaskini na ufukara uliingia katika ulimwengu kupitia Adamu na Hawa, na hata sasa ipo. Laana ya nne ni gani? Ni kifo cha kimwili, yani kutenganishwa kwa roho ya mwanadamu na mwili wake, tunaita kifo cha kimwili. Hiyo ndiyo ilaana ile ingine au watu waliweza kuipata. Bwana asiwe sana Tunaona wana wa Israeli pia na wao, Mungu alienda akaongea na Abrahamu na, na, Abrahamu na kupitia uzao wa Abrahamu ambao ni wana wa Israeli, tunaona kwamba Mungu aliwapatia pia sheria. Hii sheria aliwapatia kwa nini? Mungu hakutaka kuwapatia sheria, kwa sababu alikuwa anajua ya kwamba kwa sababu wamekufa kiroho, hakuna njia yoyote ile wanaweza kumtii. Lakini kwa sababu walionyesha kwamba wanaweza kumtii Mungu kwa nguvu zao, kwa uwezo wao Mungu akawapatia sheria zile amri kumi na sheria zingine, akijua kwamba hawataweza kuzitii. Na walipopatiwa hizo sheria za Mungu, basi tunaona kwamba wakati walikuwa wamekataa kutii sheria za Mungu, ni laana gani Mungu aliweza kuachilia? Aliweza kuachilia kwa, tunajua kwamba tangu wakati wa Adamu na Hawa kila mwanadamu hako na hii laana ya kifo cha kiroho. Walikuwa na kifo cha kiroho tayari, tena wakaendelea kupata yani, magonjwa na maradhi wakaendelea kupata umaskini na ufukara wakaendelea kufa kimwili. Bwana na asifiwe sana. Tunaona kwamba Mungu pia alikuwa anaachilia, you know, maandui wao wanawashinda wana na wanawateka mateka. Bwana na asifiwe sana. Tunaona kwamba kwa sababu ya upendo wa Mungu, Yesu Kristo alipokuja, ali alikuja na akatimiza sheria ambao Adamu wa kwanza alishindwa na kutimiza, alimtii Mungu hadi kifo pia aliweza kutimiza sheria zile Mungu alimpatia alipatia wana wa Israeli kupitia Musa alizitii hizo sheria zote na kwa sababu alitii hii sheria zote kuna kitu kilifanyika Mungu sasa aka- akampatia Yesu Kristo mamlaka na Yesu Kristo mwenyewe aka akaondoa hizo sheria akasema kwamba yeye ndiye amekuwa mwisho wa sheria kwa wote ambao wanaamini Sheria ikatandikwa binu msalabani, sheria makazi yake ikaondolewa. Tunaona kwamba sasa mwenye mwenye mwenye haki, yani yule ameokoka, dhambi haina uweza juu yake, you are not under you know, yani sin has no dominion over you because you are not under the law. Yani e, dhambi eh, haina hukumu juu yako kwa sababu hauko chini tena juu ya sheria. Yesu alitimiza sheria na baada ya kutimiza sheria akaiondoa akaitandika msarabani, akawa sasa ndiyo mwisho wa sheria. Sasa mwanadamu ambao anamwamini Yesu Kristo, you know, hayuko tena chini ya sheria tena, dhambi haina uwezo juu yake, kwa sababu hayuko tena chini ya sheria. Bwana, na asifiwe sana. Tuna Yesu Kristo alifanya haya yote na Mungu tena, akaleta Yesu, akaleta Yesu Kristo, akaleta sheria ingine, sheria ya grace, the grace, you know, the covenant of grace, the covenant of grace. Hii ni sheria ambayo sasa, kile kitu unataka kwa Mungu, unaenda kwa Mungu kwa jina la Yesu Kristo na unakipata kwa njia ya kumwamini huyu Yesu Kristo. Ndiposa unapata wokovu, unapata uponyaji, unapata ukombozi, unapata baraka za kila haina kutoka kwa Mungu kupitia imani yako ndani ya Yesu Kristo, kwa sababu sasa o, yaani baraka zote za Mungu alimpatia Yesu Kristo na wewe unazipata kwa njia ya kumwamini Yesu Kristo, lakini si kwa njia ya kufuata sheria, kwa sababu sheria sasa, Yesu amekuwa mwisho wa sheria kwa yeyote ambayo ameamini. Sheria ilitandikwa kwa msarabani. Bwana asifiwe sana. Nasema kwamba sheria imekuwa obsolete, yaani imekuwa sasa haina maana tena. Sheria ililetwa tukaweze kujua uovu wetu. Sheria ilikuwa kama kioo ilikuwa inatuonyesha tumetenda dhambi, wakati tumefanya hii na hii tumetenda dhambi, lakini sheria haikuwa na nguvu ya kufanya nini? Kutuondo, kutuondolea hiyo nguvu ya kutenda dhambi, haikuwa na huo uwezo. Sheria haingeweza kutuokoa, haingeweza kutupatia uzima wa milele, haingeweza kuturudisha tena kwa Mungu, lakini tuonyesha kwamba tumepotea, tuko dhambini, tupenda dhambi hii na hii na laana tena, kuonyesha kwamba laana ambayo utaipata kwa sababu ya hii dhambi umetenda ni hii na hii. Hiyo ndiyo kazi ilikuwa ya sheria. Lakini vile inasema kwamba kile sheria haingeweza kufanya, Mungu alitenda kwa kumtuma mwanawe Yesu Kristo, akaja ndiposa akaweza ku you know, kusulubishwa msalabani akaondoa jina you know, dhambi akaondoa laana zote. Bwana asifiwe sana. Tunaona kwamba Yesu Kristo alirithi ule utajiri wa Mungu wote. Yesu Kristo alipatiwa jina ambayo jiko juu ya majina yote hapa duniani, mbinguni na chini ya dunia. Jina lake limeinuliwa, jina la Yesu limeinuliwa juu ya majina yote hapa duniani huko mbinguni na hata huko chini ya mbinguni, dunia na kila goti linapigwa na kila ulimi kukiria kwamba Yesu Kristo ni Bwana, Bwana sana. Yesu Kristo amekatishwa uko juu mbinguni kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba, nanona na kwamba ameketi juu ya all principality power dominion and kingdoms, yaani ameketi juu ya maufalme zote nguvu zote mauweza yote, ameketi juu ya yote huko mbinguni, naona na na kwamba vitu vyote timeweka chini ya miguu yake, vitu vyote timeweka chini ya miguu yake. Bwana sana nassana grace ni kwamba na bao sasa tukitaka chochote kile kutoka kwa Mungu tunamuendea, you know, katika jina la Yesu Kristo, na tunakupokea kwa imani yetu ndani yake Yesu Kristo. Bwana na wasifiwe sana. Na sana najua kwamba umesikia neno la Mungu na ungetaka kupatia maisha yako kwa Yesu Kristo, na kuomba uombe maombi haya nyuma yangu. Omba, Bwana Yesu Kristo, nimesikia neno lako, nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi, mimi ni muofu Yesu Kristo, nisamehe dhambi zangu zote, nioshe kwa damu yako. Kutoka sasa mimi nimeokoka, nimekuwa mtoto wa Mungu. Asante Mungu Baba, kwa kunisamehe dhambi zangu zote, kwa kuniosha kwa damu yako na kunifanya mwana wako. Naomba nikiamini katika jina la Yesu Kristo, amen. Wewe mtazamaji, na kuomba ukaweza kutambaza kusambaza hii video kwa watu wengi, na pia unaweza kusubscribe. Mungu akubariki, amen.